Charles Hilary aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar amefariki dunia Jumapili Mei kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano akiwa na umri wa miaka sitini na sita Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu, alipatwa na maradhi ya ghafla na kufariki dunia akiwa njiani kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Safari ya kitaaluma ya Charles Hilary, alikuwa na uzoefu wa zaidi wa miaka 40 katika tasnia ya habari na utangazaji. Alianza kazi yake ya utangazaji mwaka 1981 katika redio Tanzania, ambayo kwa sasa inafahamika kama TBC, na alihudumu hapo hadi 19 94. Baadaye alijiunga na Radio One Stereo, kisha mwaka elfu mbili na tatu akaenda Ujerumani kujiunga na DW. Mwaka elfu mbili na sita alijiunga na BBC idhaa ya Kiswahili ambako alijizolea umaarufu mkubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Mwaka 2015 Hilary alirejea Tanzania kujiunga na Azam Media ambapo alihudumu hadi mwaka 2023, akiwa mkuu wa idara ya redio ya UFM. Mnamo Disemba 30 mwaka 2021 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, na baadaye Februari 6, 2023 aliteuliwa kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Charles Hilary atakumbukwa kama nguli wa utangazaji na mawasiliano ya umma, mwenye sauti ya kipekee na ufanisi mkubwa katika kazi yake. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa wanahabari wengi na alitoa mchango mkubwa katika kukuza taaluma ya habari nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tabasamu TV. Usiache kutabasamu.